pia tunataka kuishukuru serikali yetu sababu imeangalia karibu idara hii yetu sekta ya miwa wameona ni muhimu sana tuweze kushikilia wakulima wetu twaweze Tue, kupata soko ambayo ni tegemeo ya miwa zao sababu pia tunataka wakulima waongeze ukuzaji wa miwa na serikali ilichukua majukumu ikasema ni muhimu kwamba tushughulikie wakulima sababu kama watu ya western uchumi wetu ni miwa Huwa e, tunajaribu mahindi wakati mwingi, lakini uti wa mgongo wa uchumi wa magharibi ni miwa. Kwa hivyo ilikuwa ni muhimu sana kwa serikali hii yetu e, kufufua hiyo sekta ya miwa. Na katika kufufua sekta ya miwa, serikali ilikaa wakaangalia jinsi ambavyo uchumi wetu umekaa wakaona ni muhimu tuangalie viwanda vya serikali ambavyo viko katika nchi yetu lakini kwa muda huo wote kama vile nilitaja. Kwa hiyo historia imekuwa ni serikali lazima itafute pesa ikuje isaidie hivi viwanda kusimama, wasaidiwe kulipa wafanyikazi, wasaidiwe kulipa uh, wakulima, mpaka ikaonekana ni muhimu tuchukue uamuzi wa kupeana hivi viwanda kwa wawekezaji ambao wako na financial muscle ya kuweza kufungua kiwanda viwanda hivi vyetu uh, West Kenya kwamba ni kampuni ambayo iko na uwezo wa kufufua hiki kiwanda, na walikuja hapa tarehe kumi mwezi wa tatu. Wakati wa hiki kiwanda ilikuwa mchana, ilisikia wengine wakisema tuliando kwa usiku, lakini ilitendeka mchana. Sisi tulikuwa washahidi na Wakenya waliitwa wakulima, kwa viongozi, na kila mmoja akakuja akashuhudia. Tangu wakati ule wameanza juhudi za kufufua hiki kiwanda. Kwa leo nilikuwa nawauliza pale tukiwa kwa kundu, kama nitaona moshi, lakini ukaniambia tutasubiri subiri moshi kwa muda kama miezi sita, ndio tuweze kupata moshi sababu kuna kazi nyingi ambayo inafaa ifanywe hapa. Nimekuwa hapa mwezi wa pili mwaka uliopita, na nikapata jambo la kusikitisha kutoka kwa ule uongozi uliokuwepo. Nikawaambia hiki kiwanda, kweli tulikuwa tunaona moshi, lakini ilikuwa extremely inefficient hivi kwamba ungetumia tani ishirini za miwa kutoa tani moja ya sukari, mpaka nikauliza biashara gani? It was not making any business sense. Around the same time tulikuja hapa na rais akakuja, akaambia viongozi na wakulima kwamba saa hii ndio wakati wa kufikiria upya ni jinsi gani ama tutatumia bimu gani kufufua sekta ya miwa. So tunaomba wakulima wetu okay. So, tuendelee kuongeza ukulima wetu wa miwa, sababu kwa wakati huu kama nilivyokuwa nauliza hapa uko na upungufu wamiwa viwanda vyetu vinasiaga, lakini capacity kwa chini. Unakuta hata sehemu zingine za nchi kwa shelf, unakuta sukari imepanda bei, na sio kwamba ati wao sijui serikali imeongeza bei ya sukari. Tunataka Wakenya wezetu waelewe kwamba tunalima miwa, lakini kwa sasa vile tumefunga kama Nzoia kwa maintenance na vile wengine wanasiaga biro paste, lazima sukari tapunguka, lakini pia ni vizuri sababu inapea nafasi zile miwa tulikuwa tumepanda ipate nafasi ya kukua na kukomaa. Kwa hivyo tutavumilia hiyo bei ya sukari kwenda juu kiasi, lakini ni kwa muda tu, sababu serikali na factory zetu ameweka mikakati ya kuhakikisha kwamba muda usio bali sana tutakuwa tumepata miwa ya kutosha tupate sukari ya kutosha kutumia hapa nchini na ya kuuza katika hizi nchi za nje, sababu huo uwezo tuko nao, na huu mwekezaji na wale ambao wanaitwa naysayers ambao wanasema itakuwa, nataka tuwaonyeshe kwa kitendo kwamba itakuwa. Watch this space, tumetaja miezi sita na pengine awali kuliko hata hiyo hizo miezi sita, sababu hii kazi imefanyika, tumeianza na tunajua kwamba tutafaula katika kufufua hiki kiwanda na sekta yetu ya miwa kwa ujumla miwa wakulima wanajua, kuna kamati ambayo itasema tutanunua tuta kwa bei gani, lakini matumaini yetu sisi kama wakulima ni kwamba bei ya kutoa miwa kwa shamba ndio kuja uze kwa factory itaenda juu. Alafu kisha tumehakikishiwa na mwekezaji kwamba tukianza kusiaga tutalipwa miwa every week on delivery. Umeleta wiki moja, ushalipwa. Kwa hivyo saa hizi hatutakuwa pale pale rais huwa anauliza miwa yayo mkulima ililetwa, ikasiagwa, ikauzwa kwa nini mkulima hajalipwa? Kwa nini wafanyikazi hawajalipwa? So tunaomba ushirikiano wa karibu wa watu wa Bungoma county na wale watu wako katika Liba Hudai factory. Kwa kwenda ushirikiano, kupatikana nafasi za kazi, tutawaangalia kama hao watu wa watu wa kwanza, lakini ya muhimu ni wale na ushirikiano wa karibu, sababu ni kwa manufaa yao, na wasisikize hao wengine wanawao wanawaambia sisi tutakuwa namna gani. Mmoja aliuliza hao wenye walikuwa wametoka kutu kama wangeambiwa wote tu wenye walikuwa napinga wasanye pesa, sijui kama wangeweza kufungua hiki kiwanda, wao wangeweza hata sisi nimetaja, atungeweza mpaka tumepata mwekezaji ambaye anainvest, na lazima apate return on investment sababu yeye ni biashara. Wengine ni watu ya kulegalega mambo na wizi, cane poaching. Cane poaching, eh, kwa mwanzo atungeweza kushika watu sababu hakukuwa sheria lakini kwa muda wakati ule hatungeweza kushika, lakini kwa wakati huu tuko na, na sheria patikana. Unavuna miwa pahali ambayo ufai uvune, hiyo tunaita poaching. Wakati huu tuko na sheria ya kukustaki, hivyo tunaambia hao poachers wakae standby, tutawashika na sheria ya kuastaki iko. Lakini pia vile umetaja mambo na wizi, tunajua pia pahali kama hapa e, watu wakiona kwamba factory haifanyi kuna wale infiltrators, watu wanataka akuja wa ia kikuli sababu akitumiki akipa kingi akingine. Sisi tumefanya mikakati ya usalama yakusaiwa, tuko na station yetu hapa, tumeongeza askari, tuko na private farms pia tumepangana vile tutaimarisha usalama katika nuclear farms. Kwa hivyo hata wale watu ambao wanaenda wakikata miti kule atikwamba, atikwamba, so wale wanaiba ama vitu za e factory sababu umeenda kwa mwekezaji mpya, wajue tuko tuna secure kila kitu ambacho kiko hapa. Nimesema hata nuclear farm tumepata habari pia kuna watu pia walienda kuiba mbegu kwa shamba. So kama unataka mbegu, tafadhali kuja kwa management, waambie mimi nataka nilime eka ishirini, watakupangia mbegu, hata pengine atakupangia hata fertilizer ndio uweze kulima, lakini usijaribu kuiba Aidha kwa shamba ama kwa factory ama pale pale, pengine tumeimarisha vile nimetaja, tumeimarisha usalama wa hiki kiwanda, tusiwe kwamba mwekezaji anasuguliwa na wizi. Nami naitwa Kenya Kenyatta, ugeke factory manager, na kwa sahizi nasimamia embi kenye ako. Tumeanza maintenance na inaendelea vizuri, anza ubomwaji, na ukiwa unaangalia kando utaona tumeweka rola zote chini na kazi hiyo inaendelea. Karibuni tutapokea rola mpya na tuweke maintenance vile limeelezewa na RC na itaendelea kwa miezi ine au sita. Hii ni kulingana na vifaa vyenye tunahitaji. Tumeagiza zingine kutoka nchi za nje na huwa zinachukua muda kufika. Tumekuwa na mashauriano kila wakati kuhusiana na kujitolea kwa serikali kufufua hii sekta ya miwa. E, siku ya Jumamosi wiki iliyopita nimekuwa kwa mkutano na rais wa nchi hii kule State House, na alitukumbusha kwanza kwamba sisi ambao tuko Western Kenya e, kwamba kwa historia ya Kenya hii bonus ilipeanwa kwa mkulima wa miwa mwaka huu mwezi wa Januari kule mias. Na akatuhakikishia yeye mwenyewe akasema anakuja hapa mwisho wa mwaka huu kutoa bonus kwa wakulima wa Nzoia, na sio sio kwamba tuhakikishie wakulima wetu kwamba hiyo bonus itakuja kupeanwa hapa kwa wakulima, tutakuwa mashahidi by the end of this year na hiyo pesa ndio iweze kupatikana, lazima hii kiwanda kitakuwa kimefunguliwa na kinafanya kazi efficiently. Tutakuwa tumetoa miwa nimesema ya kutumia hapa nchini na ingine ya kuuza hata nchi za nje. So hakikisho kwetu ni wakulima kwamba kuna 100% support kutoka kwa serikali kuhakikisha kwamba tumefikia hiki kiwanda na mkulima wa miwa amenufaika na ukulima wake.